Fursa hii kusema kwamba natambua upuoni wote kwa itifaki yetu ya leo. Nawashukuru sana. Huu ni mwezi wa toba, ni mwezi ambao Waislamu wote duniani au kwenye funga, lakini mwezi ambao unatukumbusha kuwa na upendo karibu na, na kumcha Mungu siku zote. Iftari hii ya leo kama familia, nikasikia sehemu ya shukrani tukaribisha kuwa karibu nasi na kumshukuru Allah kwa mambo mema anayotendea. Lakini kuja kwenu ndio kumetufanya sisi kama familia tufarijike sana, maana tunapokuwa pamoja kwenye iftari tunapata ndoa njema wanichukua fursa hii kwa niaba ya familia yangu ni washukuru sana, na ningependa kutambua mzee wangu mzee Mwaibula, nimemwona na mama Mwaibula kama mama zangu na babangu, wakwe zangu, naomba naji nitambue kwenu kipekee. Tunafahamu muda yote ni mchache, natakiwa tuwahi kuswali na kuwahi tarawehi lakini leo tuna mashehe wengi, lakini ni uzuri kabisa tunayo mufti. Lakini jambo lingine zuri ni kwamba leo hii tunaye Sheikh Abubakar. Sheikh Abubakari wote mnamfahamu, ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wengi mnamfahamu, anaitwa Sheikh Abubakari, ndio jina lake aliojipa na mufti alishambariki kwa sababu leo sio siku ya hutuba. Mimi ni kuja kutoa shukrani ya dhati. Nawashukuru sana sana sana, na nachoweza kusema niaombea funga njema mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kila mnaloomba Mwenyezi Mungu awatimizie. Nawashukuru sana, ni kushukuru sana ndugu yangu, kaka yangu Majid Sekela. Na nilikuwa naangalia hili jina hapa kwamba mwakani, Mungu akikujali ya uwe Alhaji, kwa sababu huwezi ukatualika kwenye jambo kubwa hili na jina likawa Mr Majid. Hapana, inabidi awe Alhaji. Lakini Mufti na Shehe mkuu wetu, mimi nafarijika kwa hiki ambacho ndugu yetu na kaka yetu mtendaji wa benki ya CRDB amekifanya kwetu, mimi tangu nimebadilisha jina hili kuitwa Bakari kwenye siku ya kwanza kabisa ile ya funga, ilipofika kama saa tisa au saa nane mheshimiwa Mufti, niliona moyo unadundia kwenye kisogo huku kwa sababu ya swaumu. Kuna muda nikawa na tamani ningetoa baragashia ili niendelee na yangu niliyokuwa nayo, lakini nikasema hapana, nilishabatizwa jina hila mpaka ni na lazima siku zote ziishe kama ambavyo nilikusudia. Kwa hiyo shehe mkuu, sisi tunakuahidi kwamba tutaendelea kuwa na ninyi wakati wote, lakini zaidi pia kwa hiki ambacho benki ya CRDB wamefanya, wametoa sadaka kubwa sana kwetu, na sisi tuonyeshe moyo huo huo wa sadaka kwao. Apia apia kwa kuwaambia pia waumini wetu kwamba benki ya CRDB inaweza kuwa faraja kwao. Rahmani Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ydi wab Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wetu wa Salaam, Alustazi Abubakar Esia kuwa mkoa wa Pwani, na ustadhi Abubakar Kudenge, Mheshimiwa mkurugenzi wa CRDB na mwenyeji wetu wa iftari hii ya leo Abdul Majid Sekela, Mheshimiwa mwenyekiti wa mwenyekiti wa bodi ya ya CRDB Mheshimiwa balozi wetu wa Moroko, Mheshimiwa Sheikh Ali Ngiruko, Naibu Chief Kadhi, Mheshimiwa katibu mkuu wa Baraza Kuu la Islam Tanzania Bakwata, watendaji mbalimbali wa CRDB waliopo, mashekhe mliohudhuria, kwaalikwa wenzangu, Mama Shamim Khan mwenyekiti wa jumuiya mama wakinamama Makwata Taifa, Mariamu Mtambo mwenyekiti wa jumuiya ya kina kinamama mkoa wa Dar es Salaam, na wakina mama wote kwa ujumla mmeohudhuria vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi, assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza ni mpongeze na kumshukuru ndugu yangu Abdulmajidi Nsekela kazi kubwa aliyoifanya ya kuweza kukusanya umati huu kwa ajili ya kuja kufuturu. Hili ni jambo ambalo linajenga mapenzi na linajenga umoja na mshikamano, na linafanya watu kuwa wamoja, na lililozuri zaidi, hatukufuturu Waislamu peke yetu awasiokuwa Waislamu lakini ni wenzetu, tumefuturu nao kwa sababu Uislamu ni dini inaunganisha jamii. Nimshukuru, mshukuru sana, nimpongeze Mheshimiwa mkurugenzi mkuu wa sera jii, na ulilonifanya ni yale yani aliyozungumza Mtume. Mtume anasema man fatara saiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri saimi shaian, yani anayemfunguza aliyefunga anapata malipo kama yale anayoyapata yule aliyefunga bila yule aliyefunga kupungukiwa chochote. Yani kule kupata kwa kima thawabu hakumnyang'anyi thawabu yule aliyefunga kwa hiyo malipo makubwa unayoyapata moja, ni kubarikiwa na Mwenyezi Mungu katika maisha ya hapo ulimwengu. Mwenyezi Mungu akujalie uendelee kuwa na moyo kama huu wa kutuita mara kwa mara na kuweza kutuunganisha kama ndugu. Jambo nyingine, umetufanya sisi tuweze kujuana na kupendana, jambo ambalo labda ingeshukua miaka mingi kuja kukutana kama hivi na kujuana ili nalo umejenga jambo kubwa sana katika jamii yetu. Mwisho, bila kupoteza muda, ni mwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie iftari hii kuwa ya baraka na kheri, na atuondoshee makero na na mabalaa, hatu na hatuondoshee hasadi katika nyoyo zetu, atuondoshee unafiki katika nyoyo zetu, pia atuepushe na fitna aina yetu na atupe baraka na mafanikio katika mambo yetu. Na Mwenyezi Mungu ajalie benki hii ya CRDB chini ya uongozi wa Mheshimiwa Abdulmajidi Sekela, Mwenyezi Mungu azidi kuipa baraka zaidi na iendelee kuwahudumia wananchi kwa weledi, na wapate kufaidika wananchi wa chini.